Wakazi wa Ndira wameiomba serikali kuingilia kati mzozo wakipinga wa uchimbaji dhahabu wakipinga leseni iliyotolewa kinyume cha sheria kwa Evelyn Mutuku, bila wamiliki wa ardhi hiyo kujua. Wakazi walilalamikia kunyanyaswa na kufungwa kwa kuendelezwa shughuli za uchimbaji madini ya dhahabu ambazo ndiyo tegemeo lao. Haki. It is now almost two months. Hatufanyi kazi hata zaidi hapo. Eti, wa, wa mining wanazuia sisi, hatuwezi kufanya kazi. Sasa mimi naomba waheshimiwa waheshimiwa, kama mheshimiwa kama, Orengo governor, jamani utusaidie mheshimiwa joo, utusaidie sisi, hatuna pesa na huyu mama akona pesa natusumbua. Naomba serikali, nimekwama kwa boma yangu na watoto yangu. Simu ya goldi iko kwa boma yangu. Watu wenye nafanya hapo nilielewana nayo tukandikana agreement. Kufika kwa mawe, mtu mwingine Evelyn Mutuku na dola indidi wametoka kwa boma yawe wamekuja kusimamisha kazi. Akafunga, akafunga wakasi, wafanya kazi yangu wakapeleka kwa sell Bondo ati wawezi kufanya, hapo ni kwake, hii area yote enye tumeisi tumeisi kwa ajili yake, alikuwa amesaa register na atujui. Naomba serikali anisaidie, asina vile naweza pata matibabu na pesa iko kwa boma yangu. Kuleta watu wa mining, wakuja wasimamisa kazi, wamekataa kufungua kazi. Kama huyu sponsor kwangu alisim, alifungua kazi hiyo siku, wakaleta watu wa mining huko Kisumu na polisi huko Kisumu, wakakuja wakasika, hao wakapeleka kwa cell, vile niko na mina hii Jamini, sirikali Orengo Oburodinga, niko na sida, muniangalie visuri. unisa, unisaidienatendeka hapataajfrasa Mungu alitusaidia na gold hapa. Mimi si mwana mimi ulinda kijiji yetu, na kuna mama moja amekataa ati watoto wasipate gold, ye anafanya peke yake, anakula pesa peke yake, amefunga kila kitu hadi wadua power ana waweze wakaleta sima katika hii kijiji yetu. Sijafurahia hiyo, hiyo kitendo anatufanyia. Naomba Daktari Oburu aingilie kwa hii kati na hata gavana wetu Mr. Orengo.